Posh, um. Maraba, unaitwa nani? Kwa majina anaitwa Margaret Lucas. Margaret, unaogopa wakati wewe dansa mkubwa kabisa sasa hivi umeishaenda mjini rafiki yangu. Sifanye hivyo. Sauti, toa sauti. <laughs> Okay. Sasa unaitwa Margaret umesema? Yeah. Okay. Nice. Aongereni, mmekuwa mmoja kati ya vijana ambao sasa hivi kwenye mitandao uh, watu wamewatizama na wanafuatilia vizuri. By the way, ni Tegeta Kids, si ndio? Yeah. Okay. Margaret, niambie kwanza, for the first time ulikuja lini kambini hapa uka join na wenzako, ama ulianza from the scratch? Amna, mimi nilikupona kipaimara changu kama alivyosema mama. Ya, kwa sababu nilikupona napenda, mama aliniambia atanifanyia sherehe ukumbini na sherehe nyingi zinakuaga kwenye kumwingiza mtu lazima awe madansa. Ya, nikamwambia mama, kajigani tusiweke hata mamedsi hata watoto watu sita tukaingia akasema kwao, nataka iwe hivyo. Yeye akasema basi, tafuta wenzako hata saba uingie nao. Kweli mimi ngatafuta marafiki zangu tukacheza tuka tuka, kipindisho yani hata tujui sana kama sasa hivi. Kweli tukacheza pale, mama akaja kama wiki moja mbili, ndio sherehe. Mama akaja akatuangalia pale akasema mpo vizuri, akutia, akatutia tu moyo lakini sisi tunaona tunafanya vibaki, ni mama kasema mpo vizuri kweli. Sherehe siku ikafika, tukafanya performance nzuri. Mama akasema je, kwa jigeni tusiendeleze, ikawa group la watoto kweli, tuka, tuka mama akamtafuta chatini tafuta chatini, ndo akalitoa jina pale, tusijite Tegeta Kids tuka, tunajita Tegeta Kids ma watoto wengine wakapenda tunachokifanya, ndio wakajoin mpaka sasa hivi. Ilikuwa ni ndoto yako kwamba bana, mimi ndo hii kitu ambacho nakipenda kabisa sasa hivi inabidi nifanye, nifanya ni imetokea tu bana, kwa sababu imekuwa hivi, basi acha niendeleze? Hapana, mimi nilikuwa ndoto yangu, ndoto yako? yeah. okay. mm. sawa. Uh, moja kati ya kitu ambacho pia kufanya uende sana mitandaoni ni baada ya clip ya Diamond kutrend ile, ambayo pia inakuonyesha ina wewe Diamond anazungumza at the end of the day, ulilia. Kwa nini kwanza kwanza pale ulilia? Yani mimi nililia kwa sababu nilikuwa na furaha, kuna maneno Uncle Diamond alikuwa anayaongea, ambayo yaani alikuwa ananigusa mimi, ambayo kama nik na nasema msisikilize maneno ya watu na tukiangalia kumtaani, ndio kuna wengine wanaanza kusema ah, watoto mna tabia mbaya, watoto mnaningua ningua, hicho mnachokifanya kiacheni. Sasa kuna maneno yale wanaongea, msisikilize maneno ya watu, muwe na moyo, mfocus kitu mnachokiona, kipo katika moyo wako, kifocus kitu kile kile, usigeuke nyuma. Kwa na mimi nikiangalia hapa mtaani, kweli anasemwa na simwangalie mtu, kweli nafocus, mefika, na focus mpaka sasa hivi nimefika hapa nilipofikia, namshukuru Mungu. Okay. So, ukisikia watu wanaongea hivyo inakukatisha tamaa kwa namna moja ama nyingine, kuumia naumia, lakini haya nikatishi tamaa kwa sababu mama ananipa moyo na maticha ananipa moyo najikuta naendelea kusonga mbele. okay. Yeah. Nice mbele. Uh, hii ni video ni ya kwanza kufanya na star mkubwa, ama kuna video zingine ambazo nimesha kufanya mara kwanza? Yeah, hii ndio video ni ya kwanza uh -uh. tusha tushafanya na Harmonize, Harmonize oh. yeah. Le Oliva mm. tusha kufanya na Lilo Chino, nani Salafina ya yeah. Okay. Lakini hii hii ndio imekuwa na impact kubwa sana, unaichukuliaje? Kwa mtu kama Diamond watu kuanza kwa kuwafuatilia zaidi, na kitu gani ambacho pia siku ile mara ya kwanza mnaenda kushuti nyimbo ya Diamond mlivikutana naye the way ambapo excited? Sisi hatukutegemea hatukutegemea kabisa kama tunaenda kushuti na Diamond, lakini siku ile anavoshuka na mabodyguard yeah. Tulibaki midomo wazi, sema hivi ndio sisi au tunaota mtu anaenda anaa maji mara mbili mbili hivi nizidosisiao kwa kweli, Diamond da, akaja akatufuata katupa pale hai, mimi sikuamini. okay. Nilitoka pembeni nikamshukuru Mungu then nika, nikarudi nika pale endelea na programu zingine. Sawa. na kwa, kwa umesema unaitwa nani? Selemani Ali Baraja. Seleman. Mm. Naona pale ile moment Diamond anakufundisha kupiga unakumbuka, gitari? Yeah. Okay. <laughs> kuna zile za kama za Michael Jackson alikuwa anazipiga Diamond zile. Wewe mara kwanza? Eh, pale, mm, ananifundisha an an anasema za Michael Jackson anazipiga Diamond zile. Wewe kucheza mara kwanza? Eh, nishakucheza. Nikamwangalia vile. Anasema ah, sibi na mimi nafanya. Na mimi nikapiga ile. Nikapiga mm. Na nika kiuno <laughs> nika nika pale nikasema ah, ah, <laughs> ukiwa unaogopa nishazoea, mm. Hey. Kuna ile momenti unajua, kwa Bongo Diamond ni msanii mkubwa ujue, ukimwona ile mara ya kwanza lazima ustuke, yaani unajua ile hey. Kwako ukuogopa, nishazoea kwa. kwa kwa kwa. <sighs> Okay. Sasa um, Plani ni ikoje? Ni, ni labda kwa kwa sababu safari kwanza ndo inaanza nni, kwa jinsi ambavyo mnavojitizama kwamba plani sasa baada ya hii kazi ya Diamond na imeenda vizuri, imefanya vizuri uh, nyinyi mnajiona wapi baada ya miaka kadhaa mbele? Yani sisi tuna mategemeo yetu kuja kuwa madasa wakubwa ndani ndani ya Afrika na nje ya Afrika, yeah. Bado unasoma si ndio? Yeah. Na shule, shule na kucheza na, na balance vipi? Kama mimi hapa kwa kundi zima au mimi. Wewe mfano. Mimi hapa natoka naenda shule saa kumi na mbili nikishatoka shule saa kumi mpaka saa kumi na nusu na kuanisha rudi na nafua uniform, maliza mpaka saa kumi na moja na kuja mazoezini saa kumi na moja mpaka saa moja hivi ndo muda wa kutoka tuna sign pale mtu mtendaa nyumbani na... kama kuna homework, okay, sawa ni wana, wana kutweet libi, sasa. Wanafahamu nyinyi ni watu maarufu sasa hivi shuleni mwalimu wanakuaje, wana namna ambavyo mnaishi maisha yenu ya shuleni wanafunzi na walimu pia? Mimi namshukuru Mungu, shule tunasoma sisi tuna sapotiwa na walimu hmm. Na kama tulivyotoka kufanya video ya Diamond tulivorudi, tulivyofika shule siku ya kwanza baada ya kutoka asembo tukaitwa ofisini na walimu. Walimu wakatupongeza sana kwa sababu kuna wengine tunasoma shule moja, tukaitwa tukapongezwa sana, wanafunzi nao wakatupongeza. kuna yeah. makundi mbalimbali ya madensa Afrika, hapo au duniani, unaona? Uganda pale, wapo wanafanya poa nao, na mimi pia nafanya poa kwa hapa Afrika, kwa hapa Tanzania, kuna namna yote. kuna kikundi cha watu ambacho nyinyi mnachukulia kama inspiration katika kupambana na harakati zenu kwamba mnatamani kufika katika levo hizo kwa, kwa Afrika yeah, Afrika. Tunowatizama no, sana sana loyo loyo yeah. Kwa Marekani. Okay. Kwa hiyo Afrika hakuna mbao wanaoinspire ya cheka, mimi nimefurahi tu. <laughs> <laughs> kabla, kabla ya uwepo wa kuja kwa Diamond tumesema mmefanya na kina Harmonize na kina nani. Lakini kabla hayo yote, najua mimi ni moja kati ya watu ambao napitia napitiapitia sana akaunti yenu hata before hivi. Ni wimbo gani ambao uliwafanya muongeze juhudi zaidi kabla ya kucheza hizi nyimbo za mastaa wa Bongo na wengine, kwamba video ilienda viral mpaka mkaona kwamba kumbe tukifanya, tukipambana tunaweza tukapata matokeo makubwa. Nyimbo ya msanii au? Okay. sawa yeah. okay. so, uh, una, unajua una familia yako una maanko kuna mama baba na nini As you said kwamba shuleni shuleni hivi si sindio kuna ndugu zako labda kuna mamoja ma nyingine awapende macho unakifanya hapana mi familia yangu etu ananisapoti mm. manake ni ni mimi lazima wnisapoti Yeah. Sawa, kwenye video ya nani, si ndio, ya Diamond. Ni kipande gani ambacho unakikubali sana? Na hapa kujazia kwenye swali la Riki, kuna moment gani ambazo unazikumbuka kati na shoot video ya Diamond? da bana, unasema ukiiona video labda uko nyumbani ama lesi, labda hata uko mtaani, ukiiona unasema pa, kwa kweli anko Diamond hapa kama kama kama alitushughulisha, ni shughuli ilikuwa pevu kidogo. Yaani sijakuelewa. Yaani unajua kuna kuna moment zile za video kwa mfano kuna ile clip ya mdogo kaka yako hapa ambayo inaonyesha Diamond anamuelekeza jinsi ya kupiga gitaa pale na nini jinsi ya namna ya kurudi zile style kama za Michael Jackson na nini. Najua kuna vimoment anakumbuka huyo. Akiona kwenye video labda yuko let's say yuko nyumbani kuna moment anaikumbuka. Moment gani ambayo pia unaikumbuka wewe kwa upande wako? Ukiangalia ile video ya Diamond ya nani? Eh. <laughs> Nikiangalia nakumbuka pale divok tuna awanapiga magitasi kule nyuma, tunacheza mm. Yeah. kipande gani unakipenda zaidi? Mimi napenda kile kipande ambao Diamond alivaa nguo nyekundu kana alivyokuwa naimba mm -hmm. Na nipapenda pale sasa. Okay. So, umefanya um, na Harmonize, mmefanya na Fina, mmefanya uh, na Diamond juzi Utofauti mmeuonaje kwenye kukalili zile stage, st style zile, kwa sababu mnasema kwamba mlikuwa mju na kushuti na nani, mmeshafika mmemkuta Diamond pale kukalili zile style za kucheza na nini? Katika wasanii wote ambao mmefanya nao kazi, nani alikuwa na changamoto sana kupata kitu kizuri? hmm. Hmm. Um, na amna um, teacher alishirikiana na anko Moze Yobo alishirikiana pale wakatunga fu baadaye, sindo tukaitwa tukaanza kufundishwa. mm. Kwanza, ongereni. Nimeona pia mmeshinda challenge ya nyimbo ya Nandi ile sweet ambayo pia amefanya na Jux si ndio? Um, kwanza, nyie kwani unaichukulia aje? Ni ah, si tunaichukulia uh, kawaida kwa sababu sio siku ya kwanza kushinda ya yeah. Yeah, ameshashinda challenge nyingi za nyuma yeah. Challenge ipi ambayo umeshashinda? Amanda ile ya Zuchu. Oh, wow, okay. Yeah. Kwa hiyo hii ya Nandi safari hmm. Nandi amealileta kiasi gani? Milioni tano. Milioni tano. Oh, nice. Inspiration kubwa hii. Najua pia mtaokota sana hizi hela za wasanii si ndio? Sasa nikauliza simple tu, kiashiria mbali kucheza yeah. Kati yenu kuna mtu ana kipaji cha kuimba. Uh, yeah, yupo. Yaani sisi sio kucheza tu una waigizaji, wachekeshaji, waimbaji. Una umri gani sasa hivi? kumi na sita. kumi na sita na brother hapa. Mimi kumi na nne. kumi na nne ikauzu sana. Sawa, chochote labda kwa mashabiki wa Tegeta Kids na watu ambao wanawafuatilia vizuri kwenye mitandao, kwa namna ambavyo pia mnafanya kazi zenu, mngependa kuambia nini mashabiki zenu? cha kuambia mashabiki zetu msituchoke, mtuendee kutupa moyo, sio vitu vyako. Najua. Okay, nashukuru sana kwa time yenu. Mimi niwatakieni kila laheri, i hope mnafanya vizuri. Ongereni sana asante.